Ah, mimi nikimfikiria baba yetu kwa jinsi alivyokuwa karibu naye na sasa hivi ameondoka, lango binafsi baada ya kutumikia ofisi za of Vatikani katika kitengo cha uinjilishaji kwa muda wa miaka mitano Papa Francisco ali mchango wangu wa kazi katika kanisa na kanipa heshima ya umonsinyori. E, umonsinyori maanake umefanya kazi iliyotukuka katika kanisa. Ndiyo maana katika habari zangu na vina taito zangu zile, kila mara natanguza MSGR. Make monsinyori ni heshima ambayo baba mtakatifu Francisco alinipatia, alitambua na kuthamini mchango ambao nimefanya katika kanisa katika kitengo cha uinjilishaji kule Roma. Naitwa Anikazi Ndaji Kumbemba, ni muumini wa kanisa katoliki takatifu la mitume na sali katika kanisa kuu la Mama Mwenye Huruma, parokia Ngokoro mjini Shinyanga. Kozi nimepokea kwa masikitiko makubwa sana, kwa sababu Papa Francis ni kiongozi wetu wa kiroho e, mzee wetu, baba yetu E, toka alipoingia e, kuliongoza kanisa Katoliki ulimwenguni baada ya kujiuzuru kwa mtangulizi wake Benedict wa kumi na sita e, tumemwona baba yetu alijitahidi sana kufanya kazi kwa nguvu zote, kwa akili na maarifa, kuweza kulisaidia kanisa kuhakikisha kwamba linasonga mbele, na amekuja akafanya maboresho mengi na mazuri kwa kweli tunajivunia utendaji wake wa kazi ambao ameufanya kwenye kanisa letu, lakini hakuna namna e, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndio anaegawa uhai, ameamua kumuita kwake. Basi tunasema sisi hatuna la kusema, tutabaki basi, tunamuombea kwa Mwenyezi Mungu ili awekwe mahali pema mbinguni, na tunaamini Mwenyezi Mungu atawaongoza mababa makardinali kwenye kutupatia tena baba yetu mwingine ambaye atatuongoza kanisa letu Katoliki ulimwenguni. Ya sisi, tunamkumbuka Papa Francis kwa sababu yeye amefanya kazi na askofu wetu, askofu Maria wa jimbo wa Katoliki la Shinyanga, Liberatus Tkei Sangu, walifanya naye huko uh, Roma uko uh, Vatican, na yeye ndio aliyemteua uh, baba yetu Liberatus Sangu kuwa askofu wetu hapa baada ya kifo cha mtangulizi wake Aloysius Balina mwaka elfu mbili na kumi na mbili na sisi baba yetu hapa tukampokea elfu mbili na kumi na tano ndio tukanae mpaka hivi sasa ametimiza miaka kumi. Kwa hiyo tutamkumbuka kwa hilo pia kututeulia baba yetu askofu Liberatus Sangu askofu mpole mnyenyekevu, eh. Mimi naitwa Consolatha Kamuhabwa. Ah! Mimi nikimfikiria baba yetu kwa jinsi alivyokuwa karibu naye na sasa hivi ameondoka, kwa kweli tunasikitika. Tunasikitika naye tunasikitika naye kwa sababu mpaka mtu anakuteua ina maana ni karibu, anakufahamu. Kwa hiyo tunasikitika na baba yetu, Tunampa pole, amwomba awe imara katika matatizo yote haya, na Mungu atamsaidia.